Mambo. Umeenjoy? Umeenjoy. Mimi nimeenjoy. Umeenjoy kipi? Kufungwa mpira mkubwa au nini? Nimeenjoy kucheza na Simba tukiwa hatujatimia na Simba akashindwa kufikisha hata goli tano ambazo walikuwa wanazizungumzia. Nimeenjoy eh, kucheza na Simba huko vijana wangu wadogo wakiwaficha wachezaji wao ambao ni tegemeo. Mpanzo mara ngapi leo ndugu yangu?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 mpaka tatu jamani. jamani jamani, kama leo tumecheza hivi watu wana panado mifukoni. Tumeonyesha mpira mkubwa kama huu tumecheza, watu wana panado mifukoni, tumecheza mpira mkubwa kama huu jamani, wakipona tukiwa na wachezaji wetu ambao wamekamilika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 Njiforimu? Basi tarajieni kuona tukishinda mechi kumi mfululizo. Chukueni maneno yangu, tunzeni na hizi lisi. Nasema hivyo kwa sababu unajua ni aina gani ya, ya timu ambayo tuko nayo. hawatajichagua e, na, na basi... e, na, na e, wenyewe kwa sababu kuna timu nyinyi mnazisemasema, mna, mna, mna, zi, mna sana, lakini hiyo timu moja hiyo timu imeshindwa hapa kufurukuta na sisi ambao ni wagonjwa kwa sasa watajichekeche. Sasa tatu, wao walisema tatufunga Jiburi nane tisa, na Moze, mtoe kwenye kundi, kwa sababu Moze timu yake imekamilika, wote wamekula wameshiba, hakuna aliyecheza kiona pale. kwa sababu Moze, mimi nikikutana naye nampiga hata tano. Pamba jiji. Pamba jiji. Moze nikikutana naye nampiga hata sita. Sasa tunasasi na Simba hicho, tumekiweka wazi